92 au 0678813891. Asante kuichagua Sauti Kuu TV online kuwa kituo chako bora cha habari. Jina langu ni Dorcas Daniel, kipindi hewani ni magazetini leo, karibu mtazamaji popote hapo ulipo, nikianza kuangazia ukurasa wa mbele wa gazeti Mwanahalisi. Habari kubwa nasema maumivu. UN wataka uchunguzi uwajibikaji. UN wataka uchunguzi uwajibikaji, maumivu. Soma zaidi ukurasa wa pili wa gazeti hili, habari hii imeelezwa kwa kina ikiambatana na habari picha, hapa ikionyesha picha mbalimbali mbali. E, haya mabadiliko yaja, macho masikio yaelekezwa kwa Samia. Kamati kuu Chadema kujifungia kujadili Ukurasa wa sita unafafanua undani wa habari hii. Dr. Tulia bilionea, Dr. Tulia bilionea namna gani? Kamata gazeti Mwana Halisi, gazeti Uelekeo eh, limeandika Rais Dr. Samia kuzindua rasmi bunge la kumi na tatu. Daniel Silo achaguliwa naibu spika wa bunge, waziri mkuu mpya Mwigulu atema cheche Dk Mwinyi ateua baraza la mawaziri. Polisi wanasema epukeni makundi hatarishi ya mitandaoni. Habari hii ni kwa mujibu wa gazeti Uelekeo, leo yetu ndio kesho yetu. Gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge limeandika ni Mwigulu, ni Mwigulu kwa nini? Dk Nchemba, kamata nakala ya Wamachinga Sauti ya Wanyonge uweze kufahamu. Dr. Mwinyi ateua mawaziri SMZ, awaachia ACT wizara nne. TFS, China kuanzisha ushirikiano kukuza utalii wa kiikolojia. Eh, ki habari hii imetajwa katika gazeti wa Machinga Sauti ya Wanyonge, huku gazeti Mwana Habari, gazeti Bora likiandika, Samia adhihirisha ni profesa wa siasa. Samia adhihirisha ni profesa wa siasa amteua Mwigulu kuwa waziri mkuu. Wabunge wamsifu kwa kuteua jembe. Mwigulu aonya wa wala rushwa wazembe serikalini, atangaza vita na wasiosikiliza wananchi. Haya, naondoka hapo. Habari nyingine katika gazeti hili inasema sababu Dokta Mwigulu Nchemba kuteuliwa kuwa waziri mkuu ni habari ambayo imetajwa katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili. E, pata nakala yako bwana uweze kufahamu sababu e, za kwa nini Dr. Mwigulu Nchemba huteuliwa kuwa waziri mkuu wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waziri mkuu wa kumi na mbili. Rais Ruto e, apongeza ubunifu wa wajasiriamali wa Tanzania. Habari hii pia ni kwa mujibu wa gazeti hili. TRA yakutana na wafanyabiashara wa Kariakoo kama tanakala ya gazeti Mwana Habari, gazeti bora uweze kufahamu kwa kina. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, limeandika Samia: adhihirisha ni profesa wa siasa, amteua Mwigulu kuwa waziri mkuu. Wa bunge wa msifu na kute, eh, kwa kuteua jembe mwenyewe. Aonya wala rushwa, wazembe serikalini kukiona. Eiji, Mwigulu kiongozi mchapakazi mwenye bidii. Waziri mkuu mteule kuapishwa leo wawakilishi wa ACT waahidi kuchapa kazi. Kwa nini Dr. Mwigulu Nchemba kama tanakala ufahamu? 47 yataka vita kusitishwa mara moja Ukraine. Kumradhi G7 yataka vita kusitishwa mara moja Ukraine. Zimenikaa kichwani. <laughs> For ara za mheshimiwa rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Maadhimisho ya siku ya viwango Afrika yazinduliwa. Polisi yamshikilia anayedaiwa kuhamasisha uhalifu. Habari hii imetajwa katika gazeti Majira. Unaweza kupata nakala yako sasa hupata habari kwa undani. Uhuru vijijini limeandika Dr. Mwigulu atuma salamu kwa walarushwa na wazembe. Haya ni baada tu ya kuteuliwa kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kutarajia kuapishwa leo rasmi kuanza majukumu yake. Wabunge wafunguka sifa zilizombeba Rais Dr. Samia kuhutubia bunge la kumi na tatu leo. Kurasa wa tatu wa gazeti hili unaandika hivyo, macho masikio ya Watanzania na dunia kwa ujumla kwake Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais mwenye aandika baraza la mawaziri Gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi limeandika, Dokta Mwinyi ataka uwajibikaji, mawaziri wapya awaachia wizara nne. ACT ACT Wazalendo, Dokta Nchemba kuapishwa leo. CCM kinara siasa za maendeleo, Dokta Dimwa huyo. Eh, 10.6 bn kutumika mradi wa taksi za baharini. Habari hii utaipata katika gazeti Zanzibar Leo mambo ya ku Tembea huko majini. Nipashe mwanga wa jamii limeandika rekodi ya Mwigulu inasema, miaka yake 32 akiwa ya mlala hoi hadi waziri mkuu. Miaka 32 mlala hoi hadi waziri mkuu Dkt. Mwinyi eh, Dkt. Mwinyi aunda baraza lenye sura mpya kimkakati, macho na masikio kwa Rais Samia leo. Kocha eh, sawa habari hii ya kimichezo. Ilivyo adha ya usafiri daa bila ya mwendo kasi, ni habari ambayo inatikisa Nipashe, gazeti linaandika kwa kina. Tumaini Letu limeandika Askofu Mkuu Ruaichi, hakuna amani bila haki. Askofu Ruaichi anasema hakuna amani bila haki, kauli za maaskofu kuhusu vurugu katika uchaguzi mkuu kauli ya ujumbe wa kanisa katika mkutano wa mabadiliko tabia nchi. kwa nini? Eh, sawa. Habari hii ya kimichezo basi, tutakutana nayo tena hapo baadaye kidogo. Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania gazeti hili limeandika, Samia amteua Nchemba kuwa waziri mkuu, bunge lathibitisha. Hotuba yake yalenga wanyonge, asema maisha ya umaskini hayajasomea hajasomea ameyaishi, asisitiza kila aliye Mtanzania hii ni nchi ya kwake. Dkt Nchemba kuapishwa leo Ikulu Dodoma, huko Chamwino, anakuwa waziri mkuu wa kumi na mbili tangu Nyerere akiwa waziri wa kwanza wa jamhuri ya muungano anakuwa waziri mkuu wa kumi na mbili tangu Nyerere, Nyerere akitajwa kuwa waziri mkuu wa kwanza. Mbaroni kwa kuhamasisha vurugu WhatsApp, habari hii imeelezwa hapa. Rais Mwinyi atangaza baraza la mawaziri habari hii pia ni kwa mujibu wa gazeti Tanzania Leo, sauti ya Mtanzania. Mtazamaji, hiyo ndiyo sehemu ya kwanza ya magazetini leo iliyo mahususi kabisa kwa habari za kitaifa na za kimataifa kama ambavyo umeweza kusikia. Sasa tuhamie michezoni huku na kwenye burudani, kama sehemu ya pili ya magazetini leo nikiangazia gazeti Uelekeo Spoti, leo yetu ndiyo kesho yetu. Gazeti hili limeandika J. Root. Basi la Simba linakuja adai atatimiza kila ahadi aliyoweka. Jrut anasema basi la Simba bwana linakuja. Yanga yaja na soka school. JKT Queens bana asek mimosa. Dk Mwigulu ni mtu wa michezo. Habari hiyo pia utaipata katika nakala hiyo, huku wa Machinga Sport likiandika Twiga Stars yaanza kuogopa Afrika. TFF bado pamoja na Moroko Minziro Bigman Football Club, tuko imara. Habari hii utaipata katika gazeti wa Machinga spoti utakapokamata nakala hiyo. Mwana habari lenyewe limeandika Mwigulu, tumaini jipya la wanamichezo. Kocha wa makipa Yanga ana balaa. Mtanzania awapagawisha Mexico, huku Gamondi Kuwait wanafungika eh, wanafungika. Haya, Majira limeandika Yanga yaanzisha shule ya soka Dar es Salaam kuzinduliwa rasmi kesho. Taifa Stars Kuwait, mechi ya rekodi kesho. E, bana e, kujiunga na shule hii ya iliyoanzishwa na wana Yanga ya soka ni shilingi laki sita kujiunga na rasmi na shule hiyo ya soka. Haya, gazeti hilo linatupeleka moja kwa moja kuhitimisha magazetini leo kutokea hapa Sauti Kuu TV Online, Kawe, Dar es Salam. Jina langu naitwa Dorcas Daniel, upande wa mitambo ni Freedom Richard Jumaa Karim.